Ndo mmoja katika maulamaa anaelezea katika kwa nini wengi tunakosa khushuu katika swala, akatupa dawa ya sisi kupata khushuu na khudhu na kuwa na tawadhu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao ukiona umepiga takbira ya ihram, jalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko mbele yako, kama tulivyosema ukiwa katika swala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwazungumza na wewe mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko mbele wako, hata kupepesa macho uwezi. Wemekuja katika athar la mtu akiwa anapepesa macho pembeni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuuliza alaka khairi, kuna mwingine asiyekuwa mimi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia jalia nyuma yako kuna malaika wa kutoa roho yuwasubiri, ukimaliza ile swala tu yuachukua roho yako Yaani fanya kama ile swala ndio swala yako ya mwisho, hutoswali tena ile swala. Namna gani utavyoswali kwa khushu? Utavyoswali kwa tawadhu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jalia upande wako wa kulia kuna pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika upande wako wa kushoto kuna moto Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pale uliposimama kana kwamba ukipata sirat huku katika ile njia ambayo kwamba muulamao anaielezea katika ahwali zake zimekutisha basi, ukiwa katika maukifu kama hayo, utapata ile khushu ya kuswali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.